Naam ni Jumatatu ya Juni 16, 2025. Hii ni T-Sporti mtazamaji, karibu sana katika kipindi hiki. Mimi ni Aaron Panduka nipo na Samuel Luanda pamoja na Novatus Victor kwa upande wa uchambuzi. Moja kwa moja, twende kuangalia yale ambayo yamejiri makubwa makubwa katika juma zima hili kwa upande wa michezo Yes mtazamaji, ni tarehe ya kumi na sita ya mwezi wa sita. Karibu ni kupitisha katika round up ya taarifa za michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na tunaanzia hapa hapa nyumbani, ambapo baada ya purukushani za muda mrefu kati ya Yanga na shirikisho la soka nchini Tanzania, TFF, pamoja na bodi ya ligi, hatimaye Ijumaa iliyopita bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB ikaosogeza tena mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Premier League kati ya Yanga na Simba ambao ulipangwa kufanyika wa Benjamin Mkapa Juni 15 2025, kuanzia saa 11 kamili za jioni. Taarifa ya bodi ya ligi imeeleza kuwa mchezo huo utafanyika Juni 25 2025, kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 11 kamili za jioni. Taarifa hiyo imekuja muda mchache baada ya picha zilizosambaa mitandaoni zikionyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa pamoja na viongozi wa Simba na Yanga. Ikumbukwe mchezo huo uliotambawa kwa mara ya kwanza Machi 8 mwaka huu na kupangiwa tarehe nyingine ambayo ilikuwa ni tarehe 15 e, mwezi wa sita. Kwingineko ni timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars imetupwa nje ya mashindano ya Kosafa licha ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Eswatini Jumatano iliyopita. Ushindi wa Stars umeifanya kujikusanyia pointi tatu na kumaliza katika nafasi ya pili katika msimamo wa kundi C nyuma ya Madagascar wenye pointi nne. Stars imeaga mashindano hayo baada ya kushindwa kumaliza kileleni mwa msimamo wa kundi lake, ambapo kila kundi inatoka timu moja inayoongoza kuingia katika hatua ya

Kwengereko ni kamati ya uchaguzi ya shirikisho la soka nchini TFF imetangaza kwamba uchaguzi mkuu wa viongozi wa shirikisho hilo utafanyika Agosti 16 mwaka huu jijini Tanga. Akitangaza ratiba ya uchaguzi huo, mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wakili Kiomoni Kibamba amesema fomu zitaanza kutolewa Juni 16 mwaka huu na mwisho ikiwa ni Juni 20 kwenye ofisi za shirikisho hilo. Amesema nafasi ya urais, gharama ya fomu ni shilingi laki tano na ujumbe ni shilingi laki mbili. Kwingineko, ni klabu ya Juarez ya Mexico imeachana na mshambuliaji wa kitanzania Opa Clement baada ya kudumu kikosini hapo kwa msimu mmoja. Opa alijiunga na timu hiyo inayoshiriki ligi ya wanawake nchini humo akitokea Henan Jianye ya China alikocheza msimu mmoja pia. Kupitia taarifa iliyowekwa katika mtandao wa Instagram wa klabu hiyo, imetangaza kuachana na nyota huyo wa zamani wa klabu ya Simba Queens kwa makubaliano ya pande zote mbili. Twende katika taarifa nyingine ambapo waziri wa fedha Dr Mwigulu Nchemba amempongeza rais Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa alizozifanya katika maendeleo ya michezo nchini. Dk Mwigulu Nchemba amesema hayo bungeni Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya serikali, huku pia akiimwagia pongezi Simba kwa hatua iliyofikia msimu huu, akieleza jinsi ambavyo mafanikio hayo yanavyoitangaza Tanzania. Pia miongoni mwa vipaumbele katika bajeti hiyo ni maandalizi ya fainali za AFCON kwa mwaka elfu mbili na ishirini na saba ambapo Tanzania inakuwa mwenyeji ikishirikiana na nchi za Kenya pamoja na Uganda. Hapa ndani mambo ni mengi, tuvuke mipaka, twende nje katika anga la kimataifa ambapo tunaenda moja kwa moja katika jiji la Madrid ambapo klabu ya Real Madrid imemtambulisha beki wa kulia Trent Alexander Arnold kama mchezaji mpya klabuni hapo baada ya kukamilisha usajili wake akitokea Liverpool na kusaini mkataba wa miaka sita utakaombakisha klabuni hapo mpaka Juni 2031 Trent mwenye umri wa miaka 26 raia wa England anatua Real Madrid kwa ada ya euro milioni 10 ikiwa ni makubaliano baina ya Liverpool na Real Madrid ili atumike kwenye kombe la dunia la vilabu linaloanza Juni 15 ingawa mkataba wake na majogoo hao unafika ukomo Juni 30. Nyota huyo ambaye amedumu Liverpool kwa kipindi cha miaka ishirini akiisaidia Liverpool kutoa mataji tisa yakiwemo mataji mawili ya ligi kuu ya England na taji moja la klabu bingwa Ulaya, amelazimika kuvaa jezi namba kumi na mbili klabu ni hapo, akiachana na ile namba sitini na sita aliyokuwa akiivaa akiwa Liverpool. Sheria za La Liga zinataka mchezaji wa kikosi cha kwanza kuvaa jezi kuanzia namba moja mpaka ishirini na tano hivyo Trent ameamua kuchagua jezi namba 12 ambayo pia ambayo pia imewahi kuvaliwa na wa zamani wa Brazil Marcelo, ingawa pia Eduardo Calestino Camavinga kabla ya kuchagua namba sita waka jana. Twende kwenye taarifa nyingine, ambapo shirikisho la soka duniani FIFA imetangaza kupunguza bei za tiketi za michezo ya kombe la dunia la vilabu baada ya kukosekana kwa maslahi na witikio wa mashabiki. Awali, tiketi ilikuwa inauzwa hadi dola mia tatu zaidi ya laki saba kwa pesa ya Kitanzania, na sasa tiketi moja inauzwa kwa dola 48 sawa na shilingi laki moja na elfu ishirini na nne kwa pesa za Kitanzania. FIFA imetangaza mchezo wa kwanza wa kwanza funguzi uliochezwa jana, ambapo tiketi imeuzwa kwa dola zaidi ya laki sita kwa fedha za Kitanzania. Michuano hiyo imeanza kulindima jana Jumapili huko nchini Marekani, ambapo jumla ya timu 32 zitachuana. Tuondoke katika taarifa hiyo, twende katika taarifa nyingine, ambapo hii inahusu mchezo wa tennis, ambapo jumla ya pesa za zawadi katika Wimbledon ya mwaka huu zitaongezeka kwa asilimia 7 hadi kufikia rekodi ya pound milioni 53.5. Ross Alcaraz na Barbora Krejcikova kila mmoja alipewa Euro, milioni mbili pointi saba kwa kushinda mataji ya mchezaji mmoja mmoja kwa wanaume na wanawake mtawalia mwaka jana washindi wa mwaka huu watapata euro milioni tatu ikiwa ni ongezeko la asilimia kumi na moja wachezaji waliotolewa katika raundi ya kwanza watapata euro elfu sitini na sita ongezeko la asilimia kumi kutakuwa na ongezeko la asilimia nne kwa washindi wawili wa wanaume na wanawake ambao watapata yuro laki sita na themanini na ongezeko la asilimia tatu kwa washindi mchanganyiko hadi yuro laki moja na elfu thelathini na tano Yes, ni hayo tu katika taarifa za kimichezo ambazo zimetufikia. Endelea kufuatilia T Sport kwa uchambuzi na mengine mengi zaidi. la kwangu jina ni Novatus Victor. Naam, hiyo ilikuwa ni round up kwa matukio ya juma zima kimichezo ambayo yamejiri na alitupitisha mwenzetu Novatus Victor hapo. Uh, shukran sana Novatus kwa kutupitisha huko na tunakwenda katika eh, mijadala yetu sasa kuangalia kile ambacho kimejiri katika juma zima, yale mazito mazito, tukianza na bajeti ya serikali ambayo iliwasilishwa bungeni hivi karibuni na Dkt Mwigulu Mchemba, waziri wa fedha. Amewasilisha kwa uzuri kabisa, mambo mengi yamefika huko, lakini sisi tunaangalia eneo letu la michezo. Takribani shilingi bilioni mia tano yeah. zimewekwa kwa ajili ya maandalizi ya miundombinu ya michezo kuelekea, kuna michuano ya Afcon bwana, yeah. Simon, Rwanda hii, na kiasi hicho kina kina na uh, budget ya ya, ya msimu uliopita kwa maana ya mwaka wa fedha wa, wa mwaka wa fedha wa, wa, wa, uliopita na mwaka huu kiasi ambacho amekiomba uliopita na mwaka huu kiasi ambacho amekiomba kidogo kuna kananyongeza fulani hivi kwa ajili na hii yale mazingira ambayo yanachoelekea kwenda eh, kwa maana ya maandalizi yetu pamoja na matukio ambayo yako mbele yetu, kubwa eh, ni uboreshaji viwanja, kwa sababu unapo unapoalika kwa maana ya eh, unapokuwa hosta wachani wa, wa, wa maanaake, kuweka sawa kiwanja cha Benjamin Mkapa ambacho kimekuwa kama kiwanja mama sasa kwa nchi yetu ya Tanzania. Novatus si Victor, budget ni swala la namba moja mm, lakini swala namba mbili eh, pesa zinatoka, zikishatoka, issue inakuja kwa wasimamizi Yeah, wale wanaopewa uh... majukumu ya kusimamia na lile fungewa nini ambacho unapaswa una, una imekuwa kwa kwa ni changamoto, yaani unajua, imekuwa kweli changamoto lakini <laughs> uh, ukiangalia matumizi ya, ya, ya zile pesa ni nyingi eh. Na amezungumza vizuri sana Simon hapa kwamba kiuhalisia, of course ni ukisikia bilioni mia tano unaona ni kiasi kikubwa sana hmm. Lakini uh, kwenye mchezo wa mpira wa miguu kwenye, kwenye michezo tofauti tofauti ni kiasi ambacho hakitoshi. Ukiangalia uh, kuna kuna kiasi ambacho kinatakiwa kiende kwenye uh, kukuza soka la vijana uh, kwenye hii umiseta na umitashumta pia, kumbuka nao wapo humo na banditiao, kuna bajeti yao, lakini pia mchezo wa boxing, michezo mchezo, mchezo wa boxing mfano tumekuwa tukishuhudia mapambano yakipigwa katika ukumbi, lakini kawaida mchezo wa boxing natokea huchezeke kwenye arena okay. Yani, kwenye kwenye uwanja spesho kwa ajili ya mchezo huo lakini pia safari za nje ya nchi wana michezo wa timu za taifa ya, inayo pia serikali huwa inasaidia ya, ina, ina, ina, inatakiwa kusaidia. Lakini pia uh, angalia uh, naweza nikutolea mfano mfupi wenzetu Rwanda mm. Rwanda wamepiga hatua kidogo katika, katika uh, swala hilo la michezo ukiangalia bajeti yao imekuwa ni kubwa, lakini pia angalia timu kubwa Ulaya uh, wanavaa jezi ambazo zimeandikwa uh, visit Rwanda. Kwa hiyo ukiangalia, uki wao wanataka kuhosti uh, mashindano ya Formula 1. Yeah. Mashindano ya magari sasa, angalia wenzetu namna ambavyo wamepiga hatua. Kwa hiyo hata sisi pia kuna namna tunaelekea huko, lakini tunatakiwa kumaliza kwanza haya ambayo yapo yapo yapo mbele yetu. Tuna AFCON ya mwaka huu, tuna chani mwaka huu, tuna AFCON 2027 tuna tunatakiwa kuhakikisha tunafanya vizuri katika michuano hii. Uh, tunatakiwa kufanya vizuri pia katika michezo ya hivi karibuni ambayo mbele yetu ili tuje kwa, kwa bora zaidi. Sawa sawa, lakini wote kwa wote tunaamini mambo yatakwenda vizuri na pesa zitatumika vizuri Uh, usimamizi wa pesa utakuwa ni mzuri kwa maana ya sisi wenyewe Watanzania utapata fursa kushuhudia, uh, yale mambo ambayo yanakuwa yanabadilishwa katika miundombinu na kufanya utayari wa miundombinu hiyo ili iweze kutumika katika michuano hiyo ya Afcon 2027, sisi tukiwa wenyeji tukishirikiana na Kenya pamoja na Uganda. Tuame katika eneo hilo, twende katika sehemu nyingine. Sehemu nyingine ni kuhusiana na sekeseke seke na hekaheka ambayo imetokea katika mvutano kati ya klabu ya soka Yanga pamoja na mamlaka za soka nikimaanisha shirikisho la soka Tanzania, TFF, pamoja na bodi ya ligi, chanzo kikiwa ni kuahirishwa kwa mechi ya Yanga na Simba iliyokuwa ipigwe Machi nane mwaka huu, ikapotea ikapangiwa tarehe nyingine, Juni 15 ikapotea. Lakini kabla kupotea, hapa katikati akapita mambo mengi sana, na yakaibuka mambo mengine mapya, ikiwemo shutuma ya eh, madai Yanga akisema wanawadai TFF, TFF akisema wanawadai Yanga, mambo yakawa mengi zaidi na mwisho wa siku viongozi wakubwa wa bodi ya ligi wakaamua kubwaga, kwa maana ya mwenyekiti Stephen Mguto yeye mwenye akabwaga madaraka, mwingine akatenguliwa. Huyu si mwingine bali ni Almasi Kasongo ambaye alikuwa ni CEO wa bodi ya ligi. Wale Skaria akatumia madaraka ama nafasi yake kwa ajili ya kumtoa katika nafasi hiyo, na hiyo ikiwa ni sehemu ya matakwa ya Yanga kuona namna gani viongozi wanawajibishwa katika mamlaka hizo, ndipo hawa wakubali kucheza mchezo wa dabi ambao umesogezwa mbele, sasa utachezwa Juni 25 mwaka huu. Ee, Samuel Lwanda, kwa hiki ambacho tumekiona kimetokea, hiki ni kwa manufaa ya kwa maana mpira wetu utakaa sawasawa sasa, sasa au inanufaisha tu upande mmoja mdogo tu ambao ni kwa Yanga? Kwanza tukubali kwamba mpira wa Tanzania umeshinda, na kii mm, chochote ambacho pengine kinatokea kuvuruga, wakati mwingine kinatafuta sababu kwa ajili ya kuponya jambo fulani mm, mimi binafsi nime nimefurahi nime, nime kwamba jambo hili sasa limekwisha kwa mtindo huu, ingawa unapomaliza jambo moja, kuna upande lazima watakuwa wananufaika, kuna upande pia wanapata hasara mm, lakini kwa hili ambalo sekeseke ambayo tulikuwa nao wiki tatu wiki nne nafikiri hata bodi ya ligi ambayo inaokuja kwa maana ya mwenyekiti wa bodi ya ligi ambayo atachaguliwa, uh, atakuwa sasa na attention ya namna ya kuzitumia kanuni kuendesha ligi, kwa sababu hapa uh, katikati ilionekana kwamba busara inatumika zaidi kuliko kanuni. Kitendo cha hapa tulipo tulipofikia mpaka ile juzi kutoka tae tamko, manake tulikuwa tunatumia sana ufriend busara na urafiki mwingi kwenye uh, kipindi cha kutoka viwanjani tulitumia neno nini? Ushikaji, ushikaji, ushikaji. Yes, yeah. Tutumie neno ushikaji, ushikaji mwingi ulikuwa unatumika, na hicho kitatusababisha kwamba tufike hapa tulipo, watu kuto kuzingatia kanuni sana kutumia busara. Nafikiri kanuni zile ambazo zimewekwa kwenye bodi ya ligi zikitumika vizuri, hatuwezi kufika hapa kumalizika kwa kwa kwa, kwa, kwa mzozo wa matakwa eh, ya Dar es Salaam Young Africans. Nafikiri yale walichokuwa wanakitaka ndicho ambacho kimefanyika japo sio kwa yale ambayo yalikuwa yameorozeshwa yote kwenye mkeka wao. Lakini kuondoka kwa Almas Kasongo, kuondoka kwa Mzee Mguto ni mojawapo ya matakwa. Lakini je, yawezekana kwa wanaondoka lakini je, wataki kuja ama waliokuwepo na uwezo eh, wa kusimamia zile kanuni, hususan kwa kuangalia uendeshaji wa ligi, nani kafanya nini? Kwa sababu hiki ikitokea hiki, shida yake ni hii, adhabu yake ni je? Tunaweza tuka nani, ama tuka nani? Ila mimi nilichofurahi zaidi eh, ni kwamba kwamba hiki kimekuwa sehemu ya kengele kwa wale ambao watakao kuja kusimamia mpira, lazima watajua kusimamia kanuni vizuri asilimia mia moja. Kama wakifanya hiki, maana yake ya lazima kitokee hiki. Hatutaki tena kutokea katika mzozo hivi. Ingawa mpaka sasa hivi tulikuwa tunajaribu kuingia kwenye akaunti ya Simba hatujaona chochote, hamna chochote walichokisema, kama tumekubali amna ama tumekataa. Ingawa sasa inasemekana kwamba waliitwa katika eh, nyumba yetu kule ya kule Dodoma yeah, eh, kwa mheshimiwa rais wakazungumza, lakini ukiingia kwenye akaunti ya, ya Ikulu aizungumzi walikuwa wanasema kitu gani eh, eh, wanazungumza nini yeah. Lakini sisi tuna imani kwamba walikuwa wanazungumza sakata zima kuweka sawa saa uh, mazingira ili kila mmoja afanye, ingawa mimi na imani kwa upande wa Simba nidhani kama ili walipo, walipokea kwa mikono miwili. Nilikuwa naangalia jana kupitia kwenye mitandao kuna mashabiki baadhi ya Simba hawafurahii Yaani na kuna wengine nimeona wanaandika wanasema sisi tuna michezo miwili tumebakia mbele yetu. Umeona sasa? Wewe oh, wewe oh, ni msimamo wa mashabiki. Si tuweke sawa wa mashabiki, na ukiangalia bwana uh, Simon pamoja na Aaron, unaona ile sakata limeonyesha kwamba kwenye mchezo wa mpira wa miguu ukifanya kosa kidogo tu basi uh, ile ile kazi kubwa yote ambayo umeifanya inakuwa ina, ina ni kazi bure e. Nguvu ya umma unaiona, yaani sio tu ndani ya pitch kwa maana kwa wachezaji tumeona labda mchezaji uh, fulani kakosea, beki kakosea, goli limefungwa, lawama zinaenda kwake, lakini hata huku nje kwenye uongozi pia ipo hivyo hivyo, unaona uh, kosa dogo sana ambalo limefanyika, mwisho wa siku imekuja kuleta uh, sintofahamu na imebidi watu watoke kwenye nafasi zao, bodi ya ligi na TFF, hasa uh, bodi ya ligi mara baada ya wale kuwajibishwa hmm inahitajika watu wa namna gani Bwana Novatus? Kwa maana mwenyekiti na CEO, manake upande wa pili, Simba chini chini washaanza kulalamika hmm. kwamba inawezekana Yanga wameshinikiza hivyo ili wawekwe watu wao watakaowafeva katika michezo mbalimbali. yeah, umezizungumzia nafasi mbili kubwa kweli kweli katika, uh, katika soka letu na hizi nafasi hazihitaji mtu ambaye anakuwa na urafiki yaani, uh, inapokuja swala la kusimamia kanuni na sheria inabidi zisimamiwe zifuatwe lakini unapoweka urafiki uh, mwisho wa siku yanakuja kuwa mazoea, alafu bado tu, tunahitaji kufika mbali zaidi katika mpira wetu. Kwa mimi nadhani wanatakiwa kukaa watu ambao wana, wana, wanafuatilia au wanafuata sheria na kanuni za mchezo wa mpira wa miguu ili kuhakikisha kwamba tunapiga hatua. Lakini uh, nilikuwa najaribu kuwaza kwamba hii inaleta presha kubwa sana kwa, kwa viongozi ambao wataenda kukaa katika hizo nafasi. Yaani ukijaribu kuangalia uh, kiongozi aliyopita alikosea kidogo tu alafu watu wakaweka shinikizo, wakamtoa. Kwa hiyo hata yeye pia katika maamuzi yake, ufanyaji wa maamuzi yake pia itakuwa inampa presha kubwa sana kwamba nikifanya hivi, kuna watu wanaweza wakakasirika, wakagomea mchezo, wakaniondoa. Sawa sawa, tuame katika eneo hilo. Sasa tunajiandaa kwenda katika anga ya kimataifa, na tukijiandaa kwenda huko, mwenzetu wa Tumaini Media, lakini pia anapenda penda michezo tukaona si vyema tukampa ufagio wake katika kipindi hiki cha TSPORTI eh, ku, mm, kumpa pongezi kwa kile ambacho amekifanya cha kupata eh, mwenza na kufunga naye ndoa katika parokia Kristo Mfalme Tabata. Harusi yao eh, imefanyika hmm. Sasa kuna eh, keki yake bwana eh, tena mwenyewe yupo bwana Goere, karibu sana na kuna zawadi tunaambiwa umetuandalia, umetusurprise. Karibu sana karibu sana. E, sante sana bwana e. Shukrani sana, imefika. Pete inang'aa, mi nimekuwa mtu wa kwanza kuibariki e, na, na we ibariki hapo e, nende kwa Nova ibariki bwana Goele, njoo sasa usimame hapa ha. ha. ha. e, e, njoo usimame hapa kwanza, hongera sana hongera sana, TSporti inakupa hongera nyingi kulikweli na <laughs> sasa nsasa umekimbia anmuni e bwana eh? Uh, kuna jambo limenifanya eh. Ufike hata as weke kando kidogo muhimu wake sawa <laughs> sawa, unajua si jambo rahisi wala jepesi eh. Lakini tunamshukuru sana Mungu Mungu ndiyo. Wakati wote anatuweka karibu na watu wake, ndio ameandaa watu mm. Na wanasema na, na ili uone ukuu wa Mungu lazima uone watu. Ndiyo, ndiyo, yes. Mungu anawatumia watu ili kukaa, ili akufanikishe mm. akutoe sehemu moja au akuweke sehemu nyingine, sehemu nyingine yes. Miongoni mwa watu ambao eh, Mungu amewatumia katika jambo langu mimi, ndio basi ni watu wa Tumaini Media kwa ujumla. Sawa sawa. Sasa uh, wamenionyesha nini maana ya neno upendo lakini mm. nini upendo unafanywa kwa vitendo sawasawa. Hakika nilikuwa natamani, sasa natafuta nimshukuru nani, natamani nimshukuru mtu mmoja mmoja, lakini nimepata nafasi hii pia, nikasema hata ngoja nifike asubuhi, lazima nizungumze e, nimekosa wakati wote natafuta niandike kwenye grupu niseme wapi, kwenye kikao asubuhi e, niweza kusema Jumatatu e. Tsporti iko hewani inaweza ikawa eneo la kwanza sahihi la mimi kushukuru. Tunakushukuru sawa, sawa, sana mtazamaji wewe ni yeah. Mkel Goere, yes, amepata jiko jipya. Ah bwana, eh. sasa, mambo yamekuwa mazuri. Simba lialia. <laughs> ah. so, tu, sasa tunakushukuru sana na tunaomba sasa yeah, uiweke uh. pembeni keki, okay. hii tukishatoka hapa sasa uh. eh, tuikate uh. mambo ni mazuri kabisa. Sisi tunaelekea Marekani, mtu kawa kumi Marekani Sawa uh, mtazamaji, sasa nakwenda kuangalia uh, katika uga ya kimataifa. Wewe alikuwa ni mwenzetu Goere uh, mfanya kazi mwenzetu mpya usajili mpya ndani ya Tumaini Media akiwa amepata jiko evi, siku ya Jumamosi iliyopita. tunampongeza sana kwa niaba ya uh, T-Sport na kwa niaba ya Tumaini Media yote. Katika uga ya kimataifa tunakwenda kuangazia yale ambayo yamejiri katika upande wa michuano ya kombe la dunia la vilabu. Ufunguzi wake ulikuwa bambam -bam, ulikuwa kabambe E, tukashuhudia Ali na Inter Miami. Inter Miami ya Lionel Messi hiyo nikizungumzia, lakini Messi ametepeta mara baada ya kutoka Slu na El Ali bila kufungana. Lakini mchezo mwingine, Ban Mushen wa Jerumani alikuwa nakipiga na Aukland City. Ban Mushen kashinda kumi bila, kipigo kikubwa kwahi kutokea katika fainali hizi eh, sijui tusubiri mechi zitakazokuja kama kitapiku kingine mimi na wewe hatujui, lakini hicho ndo kipigo kikubwa kabisa kwa hivi sasa PSG akamnyuka pia Atletico Madrid bao nne kwa bila majira ya saa nne usiku. Mechi hii imechezwa kwa saa za Afrika Mashariki, kule Marekani ilikuwa mida ya mchana hivi, jua linawaka. Hmm. Eh, saa zinatofautiana. Uh, Novatus Victor, PSG anaonekana ana mwingi anaupiga, yeah, PSG. Mimi kimwangalia anaona kama vile anautaka kama litaji kama litaenda kwake pia. Hala, analitaka uh, sioni sioni <laughs> kama likienda kwa sababu najua hizi timu nyingi kubwa zimesajili sana hizi ambazo zinashiriki. Angalia Real Madrid wamesajili wachezaji kama wanne. Angalia Chelsea wamesajili wachezaji. Bayern Munich amempa mtu kumi mwenyewe pia amesajili. Naona hizi timu kubwa nyingi zimesajili wachezaji wengi kwa ajili ya hii michuano, kwa hiyo nadhani itakuwa ni ngumu sana. Unajua hey, unajua... sh shida na no, hey. Shida ni moja, unajua licha kwamba watu wamesajili mm hizi -hmm. si timu wamesajili lakini tuwazungumzia ile consistency, yani wachezaji ambao unajua baada ya kumalizika kwa michuano ya UEFA Champions League mm -hmm. PSG kuwa mabingwa no mm -hmm. waliamua kuchukua wachezaji wao kuwaweka sehemu waliwatoa juzi tu katika michuano ile kwa maana yeah. ya Ureno mm -hmm. kwenda kucheza fainali ile ya National eh, Nations League. League ambao walikuwa mabingwa no kwa hiyo baada ya hapo hakuna mtu ambaye alitoka nje ya pale mm. Kwa hiyo ile consistency ambayo wanayo yawezekana ikawa kubwa zaidi kulika zile timu ambazo zimesajili wachezaji wapya mm. kuingia tena kwenye kwenye mfumo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho mimi binafsi yeah, na mpaka penalty pia walipata, unajua mm. Uh, ahali kitu ambacho kiliwakwamisha ni kwenye matumizi ya nafasi, na kwenye haya matumizi ya nafasi pia tunatokewa kumpongeza golikipa wa Inter Miami mm. alifanya save nyingi sana katika ule mchezo na lakini ukiangalia kwa mchezo mzima kwa ujumla, ahali walionekana kuutawala na wanaonyesha wamepiga hatua kubwa sana, unajua yani, tofauti na timu zetu sisi huku, wamepiga mm. hatua kubwa, hawana hofu, wanacheza na Lionel Messi uwanjani, Suarez, uh, Sergio Busquets, lakini aha, hakuna hofu yoyote, unaona, wachezaji wa kina Trezeguet ni kama wanacheza na kina Kimbenisi, yani hakuna ile hofu ya kuogopa kwamba hawa, ah, ni Inter Miami. Kwa hiyo mm. unaona, uh, walijitahidi kuutawala mchezo lakini kwenye matumizi ya nafasi ndio kitu ambacho kilishindikana kwao. Sasa, Simon, tumalize na sajili zile ambazo zimefanyika, zimetikisa juma iliopita. tumeona Trent Alexander Arnold amekwenda pale Real Madrid hmm, na akaongea hadi na kihispanyola kabisa La, ili so, kuwalidhisa E, yaani yani ame, ameunganisha chana na Ronaldo e, anamdanganya e, cha na tunashuhudia e, e. yes, yes, yes. yes. na Matheus Cunha naye e, amekwenda Manchester United. Yes, sajilizi kwa haraka haraka siku de kadhaa na na, na, nafikiri eh, vilabu vimeangalia madhaifu ya sehemu za mahitaji ya ya, ya ya ya ya vilabu vyao sehemu wanazohitaji. Kwa mfano eneo la la, la Madrid kwa maana mm. uh, mm. na, ya Nodi Alexander Nodi na nafikiri shida yake kubwa Madrid ilikuwa sehemu ya fullback namba mbili Karajan tayari, yule muda wake tayari ushakwisha, kwa hiyo lazima walikuwa wanahitaji damu changa ambayo inaweza kuongeza speed, kulingana kwamba Madrid wamekosa ubingwa wa UEFA Champions League msimu uliopita. Kwa hiyo msimu huu wanatakiwa kufanya vizuri zaidi, na wanachokifanya wamemsajili tena, kuna wadogo mmoja net, kutoka amemsajili kutoka Plate Rivers yeah, ya kutoka Plety. kule Argentina eh, klabu hii inatoka kule Argentina na moja ya, ya wachezaji ambao wanapishana sana na klabu ya Boca Juniors ambao ametoka. Sasa huyu ni sehemu ya kiungo, anajua kabisa eh, Lucas Mondich anaondoka msimu huu anatajwa kuelekea simirani kwa hiyo, wanaongeza sehemu ya mahitaji ya, ya klabu kwa Manchester United. Nafikiri kuja kwa kunya kutoka uh, Wolves, mm, kama sikosei wanakuja, wana kuongeza kitu. Unajua Manchester United sasa wamepotea eneo la katikati, wamepotea eneo la ushambuliaji. Sasa wanahitaji mtu ambaye anaweza akaongozea kwenye sekta ya ushambuliaji. Sawa, shukrani sana, uh, T Sport nafikia mwisho wako. Mimi ni Aaron Panduka, shukrani sana kwa Novatus Victor na uh, Samuel Rwanda. Ni washukuru sana na watazamaji pia kwa kuwa nasi, kwa kuacha shughuli zao leo. Ni Jumatatu kumbuka, eh? Siku ya kazi wamekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa. Tunakuacha na makwarukwaru kama ilivyo kawaida. Kwa heri kwa sasa.